Naam, uhali gani wewe ambaye unatufuatilia muda huu hapa kupitia Moka 360 TV. yes, um, uh, leo tuna big update kutokea mkoani Mtwara baada ya kampuni ya Nabra Creative Company ambao wazalishaji wa kazi ya Kombolela au tamthilia ya Kombolela ambayo imeweza kubeba hisia za watu wengi sana kupitia maudhui yake mazuri. uh, basi leo kuna big update, hawa watu wa Kombolela au washiriki wa, wa tamthilia ya Kombolela wameweza kwenda kurudisha kwa jamii kama shukrani uh, kupitia charity kubwa ambayo wameweza kuifanya kule mkoani Mtwara baada ya kutembelea watoto yatima na watoto wenye uhitaji maalum. Naam. Ee Bana, kampuni ya Nabra Creative Company ambayo inaongozwa, anaongozwa uh, chini ya usimamizi wa kiongozi wao Abduli Juma Usanga ambaye pia ni mwandishi wa tamthilia ya Kombolela na tamthilia nyingine nyingi sana, wameweza kupeleka tabasamu katika vituo vya watoto yatima ndani ya mkoa wa Mtwara, baada ya kupeleka wasanii au washiriki wa tamthilia Kombolela, kuweza kupeleka mahitaji kwa watoto maalum uh, kwa kwa watoto wenye uhitaji maalum kumradhi, uh, pia watoto ambao uh, wamepoteza wazazi wao. Hivyo basi uh, kampuni ya Nabra Creative Company imeweza kutambua mchango mkubwa kwa jamii na kuweza kurudisha kama sehemu ya mafanikio ambayo wameweza kuyapata na support kubwa kutoka kwa jamii yao hivyo uh, basi tuna story au tuna video hapa ambapo uh, ikiwaonyesha wasanii wa, wasani wa Kombolela wakiweza kushukuru kwa namna moja ama nyingine au kuweza kuelezea experience ambayo wameweza kuipata, basi na kwenda kuiachia hapo mbele. Na pia ni jambo la busara sana, kama utakwenda kusubscribe channel yangu ya YouTube at Moka 360 TV, na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates zetu kila ambapo tutakuwa tunaachia. Karibu sana. Takriban kilomita 561 kutoka jijini Dar es Salaam kuelekea mkoani Mtwara. Huu ni mkono wa faraja wa timu Kombolela kwa jamii, tukipiga hodi kwenye kituo cha watoto wenye uhitaji maalum Upendo Rehabilitation Center. Hapa mkoani Mtwara tunapata bahati ya kukutana na Waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka <coughs> k nachakfanya no, salama kubwa sana nata, ha, tulifika uh, tulibahatika kuona uh, namna ambavyo watoto hawa wanaishi uh, kwenye mazingira yao uh, kiukweli ni inatia imani kuwaona. Kuna mzazi leo hapa kabla hamjafika alikuwa ameshakata tamaa, lakini shuali sure, baada ya nyinyi kufika, vicheko nilivyovishuhudia kwenye nyuso za wazazi hapa ni vikubwa sana. Koo, mwamini kabisa mmetoa sadaka kubwa sana. ah, tunanasia tu kioo cha jamii, wasanii ni vioo vya jamii. Hilo ndio nimeona sasa, kioo yaani mirror, ambayo nimeona wazazi kwenye kile kioo wakitabasamu, wakati nyuma yake walikuwa na vilio viliokawa watoto. Kitu nilichokiona kwamba wamefurahi sana kuwaona vijana wa Kombolela, yaani kama mama nimepata vitu vingi vya kujifunza mno wametuonyesha michezo mingi, wamecheza watoto, yaani mziki ule ukisema ganda wanajata ganduka wanajaduka wanafurahi. Naumia sana nnapoona mtu Mwenyezi Mungu amekujalia umepata mtoto mwenye matatizo ya usonji, alafu unakuja unamtelekeza. Na kwa nini umchukie mtoto huyu leo ambapo amepewa tatizo na Mwenyezi Mungu? Ndugu zangu, tujitokeze kwa wingi kuwashika mkono wa watoto mimi na wapenda sana.